Kama mnavyoona ni ajali ya magari mawili ya mizigo haya yamegongana. Um, gari namba T675 EMI na tela lake namba T117 EMI limegongana na gari namba T308 EEG ikiwa na tela namba T350 EEG. Uh, kwa ufupi ni kwamba ile gari namba T675 EMI ilikuwa linatokea njia ya Dar es Salaam, uh, linakwenda huko uelekeo wa Morogoro. Na lenzake linatoka Morogoro kwenda Dar es Salaam. Huyu namba namba namba namba T ya 675 ameacha njia akaamia upande wa mwenzake. Mwenzake amejitahidi kumkwepa lakini, ndio kama hivyo hivyo, ona, kamgonga ubavu. Na alikuwa amebeba vioo, vioo vioo vimemwagika barabarani tunafanya jitihada za kuweza kuviondoa. Tuna majeruhi mmoja, kwa maana dereva wa hili gari namba T ya 675 yeye yeye ameumia miguuni na amepeleka hospitali ya Rufaa pale kwa ajili ya matibabu. Lakini vinginevyo magari mengine tumebadilisha njia, yanapita njia mbadala na tunajitahidi sasa kuondoa hivi vioo vilivyoko kwenye barabara kusudi barabara iweze kupitika. Baada ya muda mfupi tutaweza kufungua barabara. Wito ni kwa hao madereva kupata muda wa kupumzika kwa sababu tunachokiona hapa huyu dereva wa ile gari ambayo limehama njia, amehama njia tunajaribu kutafiti sasa ni nini kilichofanya amishe njia aidha labda usingizi au labda alikuwa na kilevi au namna gani. Kikubwa kwanza tumpe matibabu alafu baadaye tutapata mahojiano na yeye. barabara wpdo Serikali ingejitaidi tu hapa barabara ambazo barabara zinaingia katikati ya mji ziw zinatanuka. Leo hii ajali imetokea, hi ajali mimi nimefika hapa saa katikati ya mji ili, nafasi, na, sana, sana, sana, we, makini wakati wanaingia katikati ya mji kwa maana hapa naona kana jamaa ilikuwa iko spidi sana, jamaa akajitahidi kumkwepa huo upande wa pili, lakini imeshindikana kuona sasa matokeo iliyotokea. Kwa hiyo mimi naona tu madereva wawe makini sana barabarani, ni ajali mbaya sana jamaa. Anaonekana alitoka nje ya Dar es Salaam, alikuwa anaenda hivi hey. Sasa sijajua kwa upande wake kwenye masuala ya udereva ni alikuwa anasinzia ama gari imekataa, kwa maana hatuwezi kuweka maksima moja kwa moja kwamba alikuwa anasinzia. Unajua, masuala ya magari ni masuala ya kiufundi zaidi, huwezi jua ilimkataa katika njia gani. Lakini umwenzie, kama mnavyoona, kajitahidi kumkwepa sana, ile imeshindikana, hatimaye ajali imetokea. Ni ajali mbaya sana ya kusikitisha.